Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Uh, tuna nyumba yetu hii ipo sokoni Zanzibar, ina maduka manne hapo navyoiona, sokoni Zanzibar barabarani sa na barbara meiona. Na ina, ina maduka manne hapo mnavyoiona, nyumba kubwa menyewe anauza milioni mia mbili themanini na kupatana pia kupo Insha Allah nyumba ipo sokoni, kwa wale wanataka kujenga magodauni basi, ipo nyumba mnaiona, nyumba kubwa sana, naweza kujenga hata gorofa hapo, gorofa hapo niingie bila wasiwasi, nyumba mnavyoiona, na mapatano pia yapo, naweza ya kutafuta wenyewe kwa namba hizi hapo, kupitia namba hizi hapo, kama mnavyoiona hii nyumba, ya nyumba. Ya nyumba.